Bali asubuhi. Naitwa Tom, au babu. Sasa hivi ni asubuhi ya, ya siku yangu inaanza kama ifuatavyo, na ningependa kushare maisha yangu ya kila siku kwa mbali mbali watu mbalimbali ambao watakuwa interested. Sasa basi, tuko shambani na leo hii ni siku ya kuchuma kahawa, na tunapenda kuonyesha kahawa sisi yote yaani, kuanzia shambani mpaka unapoinywa kwenye kikombe cha kahawa. Karibuni sana, ambayo hawajawahi kuona kahawakaawa au no usimu wake wamauhapak kazi yangu itakuwa ni kuvuna na kuonyesha. Tumeweza kuvuna hapa, tutaenda nayo, tutaikausha. Tumeweza kukausha, tutaichoma naweza kuichoma taikanga, na baada ya kuikanga tunaitwanga. Kwanzia hapo kawa nakua imeshakamilika kwa ajili ya watuniani. Uh, kwahiyo nambo tufatilie takuwa naonyesha stage, stage kwanzia leo. Karibuni kwa nachukua aan hii nilianza kuvuna toka jana, oneka si nashima lake niila hapa kaa anavyoona wajaiva e sana yote, lakini tunachukua zile ambazo ni nyekundu, ii nyekundu ndizo zilizoiva na tunavuna wakichukua tawi moja moja eh. anaaa